kufanya resistance ya nchi kupigania ya nchi yaani, hawa wazalendo ambao unaona wametoka kwa kila makabila, wametoka mwa kila communauté tribu et mutualité yenye zinaishi hapa Uvira, mo territoire tatu Mwenga, Fizi na Uvira, ambao tulikuwa hapa kuwaonyesha hali ya wazalendo kwa sasa eh, na hali ambayo tulikuwa nayo ambao tumeanza kupigania hii mwingine, na wakati tulianza kuonyesha wazee na nikawaambia kwamba wanaweza kusoma kitabu cha Nehemia sura ine mstari wa kwanza na kushuka pale ambapo Nehemia wakati alikwenda kujenga kuta ya Yerusalemu, aliita kwanza wazee kuambia wazee waondoe woga na waambie vijana waondoe woga ili wapiganie nchi yao, wapiganie baba zao, mali yao bibi zao na watoto wao na nchi yao pia. Nehemia alifanya ile, na ndio maana wakati walijenga lile kuta, walijenga kwa mawazo ya wazee, wazee wa busara, na walipigana kwa, ma, kwa, ma, kwa, ma, kwa, ma, kwa mashauri ya wazee wa busara. Na hiyo ndio ilitumana Nehemia atashinda vita ya wale wa Sambaladati, na vijana walisikia Nehemia kwa sababu Nehemia alikuwa pamoja na wazee na waze. Ndiyo maana walijenga kuta ya Yerusalemu, na ndiyo maana walipigana. Maana Nehemia aliwaambia tutajenga kwa mambo mawili, mkono mmoja ushike silaha na mwingine mkono ukujenga, yani kila mwana mwanajeshi mwana, mwana, mwana au kila kijana alikuwa mkono ni, mw, mw, shoto, na silaha mkononi mwa kushoto na mkono wa kuume ulikuwa unajenga maana wakajenga kuta Yerusalemu kwa ile mashauri ya wazee, na wakapigana vita kwa mashauri ya wazee na wakashinda ile vita, hali wameondoa wo, woga. Na ndio maana tumeitisha sisi kama wazalendo, mimi kama coordinateur na mamambro ya coordination yangu yote, tumeweza kuitisha wazee kuwaambia kwamba kitu ambacho tumetengeneza muda wa miaka kenda, tuko tunafanya resistance kinaweza kuja kuharibika kwa, kwa siku moja, kama wazee wanaweza kuogopa vijana wao ambao maana wameshikilia silaha na vijana wanaanza kujikomporte vibaya wakilewa hovyohovyo, kupiga masasi hovyohovyo, tukaona kwamba hiyo inakuwa hatari. Kesho yake mimi kama coordinateur wa wazalendo nitakuwa kulaumiwa e, nitalaumiwa na wazee wa busara kwamba sikuwaambia, na baadaye nitalaumiwa na serikali na hiyo inakuwa njo laana ya watu, nikasema hapana. Hali ya uzalendo tulioanza wakati walikuwa ndani ya pori walikuwa na upendo, tulifanya resistance kwa vizuri, kwa amani na kwa usalama, na walisimama kwa umoja, kwa lengo hii moja ya kupigania udongo wa mababu zetu, ku defend le territoire national ya nchi ya Kongo. Na ndio maana nimewaambia wazee waondoe woga kushauria hawa vijana kila mitwalite, kila tribu, kila ma komunote zenye ziko hapa ziende shauria vijana wao. Wanyindu washaurie vijana wao, Wabembe washaurie vijana wao, e, Wafuliru washaurie vijana wao, Wavira washaurie vijana wao, na wote waone umuhimu wa nchi, wasione umuhimu wa kutembea na masiraha makubwa makubwa, na wakati mafro zinakosa silaha na waone umuhimu wa nchi uhuru wa raia kukomboa nchi yao, kulio kuona kukushinda wanazunguruka kwenye mitaa. Kazi ya wazee kwenda kuonyesha vijana amani ya nchi, ndiyo utajiri wa raia wa nchi yake. Na ndiyo maana umeona kile kikao tumekiandaa sisi kama wazalendo pamoja na komite coordination, na tumeshukuru Mungu wazee wamefika, na baadhi ya wazee wa moja wakufika tumesema ya kwamba ile kikao tukisukume tena mbele kiwe kikubwa, na kwa hiyo tumefanya kikao ambayo kilikuwa ka dharura. Eh, kila kitengo cha serikali kilikuwa wajasusi walikuwa na, wanajeshi walikuwa na, wa administrative politik walikuwa na, tumeweza kuelewana kwamba tuendeleshe mazungumzo kama na haya yinaweza kuleta suluhisho kwa kudhaminisha wazalendo wapate kujua ni nini maana ya nchi na nini utajiri wa nchi. Uh, tuna tunategemea kwamba, uh, serikali itatunga mkono na wazee wa busara watatunga mkono na raia itatunga mkono, maana tumegusia vipengele viwili ambavyo vilikuwa na masupwe yake. Ya kwanza kwa hizo sosiali makomunate wawe na amani kama vile tumeweza kuzitaja pale, tuishi kwa amani ili tuendelee kupigania nchi yetu. Hiyo ya kwanza. Na ya pili, kurenforce kurenforce eh, effort de guerre. Maana wazalendo wanaendelea kuingia wengi, wanakuwa wengi, na hii effort de guerre inakuwa kidogo, na inaomba kuwe harmonie, tujue serikali yanatupatia nini maana pesa zinazoonekana ni hii kontribution ya taxe ambayo tumeweza kutoa kwa DGDA, ambayo mimi koordinateur Samadari wa CVDP sentinele de la RDC, na coordination yangu tumeweza kudecrocher, na hii ndio inaonekana kulisha wazalendo. Lakini sasa nguvu ya serikali, kontributio ya serikali iko wapi? Iko wapi? Kwa sababu leo vijana wanaanza eh, vurugu wanaanza kupigana, wanaanza kukorogana, ni kwa sababu pesa za effort de guerre zinakuwa kidogo. Jo, tunaomba serikali iangalie. Je, kuna pesa zinatoka Kinshasa kusaidia wazalendo? Na kama zinatoka Kinshasa, nani nani anazipokea na zinaenda wapi na kwa nani? Ikiwepo sasa zipo, serikali iweze kuchunguza nani anazipokea, wanani wanazikula, na ikionekana kuna mtu anazikula, huyo mutu afungwe kwa sababu wazalendo wenyewe kunakuwa matatizo vurugu za hapa na hapa, kwa sababu e, fond de guerre iko kidogo, chakula mafro iko ya mingi sana, na vijana ni wengi. Sasa matatizo inaendelea kuboreka. Mimi kama coordinateur wa wazalendo e, provincial, ninaona mzigo na nilemea. Ndiyo maana nataka serikali na wazee wa notable wa mwingine waingilie kati ili kutafuta suluhisho na amani ya vijana wetu.